Waswahili wamezoea kusema usipoamini ya, ya Musa utakuja kuamini ya Firauni. Sasa unaambiwa kuna wapenzi hawa ambao ni waumini wa dini ya Kikristo. Of course wamesherehekea mwaka mmoja wa kujizuia kufanya ngono. Ay, wakisisitiza kwamba ni thamani ya usafi, uh, ni thamani ya usafi wa moyo mwili mpaka watakapofunga ndoa. This means ni, ni kwamba uh, of course wame uh, wapo katika mahusiano uh, ndani ya mwaka mmoja lakini uh, naona kama at the same place wanaala pamoja, wanamka pamoja, wanaishi kwenye nyumba moja, lakini ndani ya huo mwaka mmoja ambao wamekaa Uh, of course unajua, uh, mkiwa mnaishi katika nyumba moja kati ya mwanamke na mwanaume alafu mnalala mnamka pasipo kufanya chochote ni kitu ambacho hakiwezekana, lakini kwa hawa waumini wa dini ya Kikristo, of course uh, wameweza, wamefikisha mwaka mmoja na wamesherekea mwaka huo mmoja uh, wa, wa, wa, wa, wa kuto kufanya chochote mwelewa, kwa kuto kushiriki tendo la ndoa. Of course wamesherekea siku hiyo, uh, na wamesema Uh, hawatofanya hicho kitu mpaka pale watakapo, uh, watakapofunga ndoa kabisa, atakokuwa ni rasmi kati yao ya wao wawili, si ndio? Sasa hebu tuambie uh, kwa wewe ambaye unatazama video hii sasa hivi, unahisi binafsi wewe unaweza kuishi na mpenzi wako amini, uh, kwamba mwaka mmoja uh, pasipo kushiriki tendo la ndoa mpaka utakapofunga ndoa? Ebu niambie komenti yako hapo chini na mawazo gani juu ya hii video ambayo nimekuwekea.